Kaunti ya Narok imetangaza kuanzisha uh, kwa masoko ishirini ya mifugo katika maeneo mbalimbali mbali ya kaunti hiyo ili kuimarisha biashara na kuboresha maisha ya wafanyabiashara wa eneo hilo. Akizungumza na wafanyabiashara wakati wa uzinduzi wa soko la mifugo ya Mulot Narok Magharibi gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntutu amesema kuwa maendeleo hayo ni hatua kubwa katika kuendeleza uchumi na kuboresha miundombinu ametoa wito kwa wafanyabiashara kutumia vema kituo hicho ili kuchochea maendeleo eneo hilo Tunashukuru sana wa watu ambao wamekuja hapa na hasa wale ambao wa ni wanabiashara. Sisi kama kaunti kama tunaendelea kupanua kaunti yetu, sio hii tu ndio seli ya tumejenga tumejenga sasa ishirini kama hii kaunti yetu. Mimi naomba nyinyi wananchi wetu tushikane na viongozi wetu tuendelee kufanya maendeleo, kwani nyinyi mlikuwa mnataka watu wanaenda kulala kwa ofisi? mlikuwa mnataka watu wanafanya kazi sasa tumepata mfanyikazi ambayo ni namba moja kwa Kenya mzima. So, hii soko, sijakuja tu kama mgeni, mimi nimenunua ng'ombe hapa, nimeuza ng'ombe hapa so najua ile shida ambayo tulikuwa nayo hapa kwa wale labda bado wajatembea hii. Ukiangalia pale ni ofisi ambayo sasa tutakuwa na wanabiashara, watakuwa na ofisi yao kaunti ambayo ndio wanachunga hii sia pamoja na Mosonik na timu yake watakuwa na maofisi pale. Hapa wananchi, kama mkiangalia tuko na toilet ya wanaume na wakina mama. Hata pale pia tumeweka pahali ambapo wale ambayo ni PWD watakuwa pia na pahali yao ambayo wanaweza enda bila shida. biashara wetu Yo, mjue mimi ni mwanabiashara moja, nimeweka pahali ng'ombe inakunyia uh, inakunyia maji ili unapoleta ng'ombe asubuhi, unapea wakunywa maji kabisa, kwa sababu imechoka. Ule mwanabiashara ambaye anakuja kununua anafikiri ng'ombe imeanana kumbe, ni maji. Niambia, nyinyi wanabiashara, mimi nimefurahi sana leo, nimefungua hii sheria. Hii sheria inatusaidia sana kama county government. Hapa kila wakati tuna tuna tunauza ng'ombe zaidi ya elfu moja mia tano mpaka elfu mbili mbuzi na kondoo ni karibu elfu moja Ukiangalia ile pesa ambayo county government watapata sasa, itakuwa ni zaidi ya shilingi elfu mia moja hamsini kwa siku, na hiyo pesa ndio tunaona tuna reinvest kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakaa vizuri hapa hii nyumba ambayo